Hali gani, mtazamaji wa TVE. Karibu katika taarifa ya habari tukujuze yale yaliojiri tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kwenye habari za biashara tutakuwa naye Nizia Masinde, na kwenye habari za michezo tutakuwa naye Muhamed Jamal. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari: viongozi nchini watakiwa kuzingatia jukumu la uongozi na utawala bora kwa kufuata misingi na miongozo wajasiriamali na wenye viwanda wahimizwa kuzingatia matumizi sahihi ya vipimo. Na katika habari za kimataifa watu 64 waua wa Gaza kwa mashambulizi ya Israel. Waziri wa nchi ofisi ya Rais Menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora George Simbachawene amewataka viongozi nchini kuzingatia jukumu la uongozi na utawala bora kwa kufuatia misingi na miongozo ambayo imekuwa ikitolewa na serikali kupitia ofisi ya Rais Menejimenti ya utumishi wa umma. Taarifa iliyoandaliwa na Nizi ya Masinde inasomo hapa studio na Goodluck Kimsola. Amesema pia siasa zenye kuzingatia diplomasia inayolenga kutoa fursa ya utawala bora ni miongoni mwa mambo ya msingi ambayo mataifa yote duniani yanapaswa kutekeleza ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa ajenda ya jumuiya ya Umoja wa Mataifa UN na ile ya Afrika AU, inayoelekeza mamlaka za serikali kuzingatia usawa na haki. Akiwa kwenye hitimisho la nane la mafunzo ya uongozi yaliyoandaliwa na taasisi ya uongozi Institute, Waziri Simbachawene ametoa nasaha kwa viongozi wa sasa na wale wanaoandaliwa kuwa viongozi wa baadaye kuzingatia utawala bora. Dhima kuu ya maadhimisho ya mahafali ya nane ya programu ya uongozi ni kukuza uongozi wa mabadiliko, kwa maana ya transformational leadership, kwa maendeleo endelevu barani Afrika. Dhima hii ni muhimu kwetu sote, kwani uongozi wa mabadiliko unazidi kutambulika kama msingi wa kufikia maendeleo endelevu ya jamii na kiuchumi haswa katika muktadha wa Kiafrika. Ajenda ya Umoja wa Afrika 2063 inaonesha viongozi wana changamoto kubwa ya kujenga bara la Afrika lenye taswira bora zaidi na yenye maono ya Kiafrika ya Afrika tunayoitaka kwa kupunguza vikwazo vinavyorudisha nyuma maendeleo ya bara la Afrika. Naye mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya uongozi Kadali Singo amesema mafunzo hayo yanaenda kuwasaidia viongozi kuwa na uwezo wa kuongoza watu na kutekeleza majukumu yao kwa ufasaha. tunaangalia uwezo, uwezo wa kusimamia watu. Unapofanya kazi na watu wanakuja katika mazingira mbalimbali, katika katika hali mbalimbali, ni muhimu sana kuhakikisha kwamba unakuwa na uwezo wa kusimamia watu pamoja na, na, na, diversities na mchanganyiko mbalimbali wa mambo wanayoyafanya. Lakini kuna la mwisho ambalo linaitwa personal leadership. Personal leadership ni kwamba wewe mwenyewe kama kiongozi unapaswa ujijengee sifa za kiongozi. Viongozi wengine wanaweza kupata nafasi lakini wamezipata kabla hawajajengewa uwezo. Kwa lengo letu ni kwamba kiongozi asikwae kwenye nafasi yake. Asipopata maarifa ambayo tuna mengine yanapatikana darasani, mengine kwa uzoefu, mengine wanaita kwa exposure, kiongozi anakuwa na nafasi kubwa na wakati mwingine ndio unasema anakuta kichwa ni kikubwa kuliko nini, kuliko maarifa alionayo nayo. Kwa matokeo yake, wananchi ndio wa mwisho kuumia. Kwa hiyo lengo letu ni kuondoa hiyo gap iliyopo kati ya nafasi kiongozi aliyonayo na uwezo wake. Nao baadhi ya wahitimu wa mafunzo hayo, akiwemo kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato nchini Tanzania TRA, wameeleza utayari wao juu ya suala la kuzingatia uongozi pamoja na utawala bora. Mimi kama msimamizi mkuu tawala wa kodi nchini, kwanza yatanisaidia kujenga mahusiano mazuri sana na walipa kodi, lakini atatusaidia kuboresha mifumo, kuboresha utendaji kazi wetu, na mwisho wa siku tutakuwa na mamlaka ya mapato ambayo ipo kwa ajili ya walipa kodi, ipo kwa ajili ya wananchi na ambayo inaisaidia nchi kuwezesha biashara zikue, lakini kukusanya kiasi kikubwa ambapo mwisho wa siku tutaifanya nchi yetu jitegemee. Mafunzo hayo yanatolewa kwa ushirikiano wa chuo kikuu cha AALTO cha mafunzo ya utawala nchini Finland kwa msaada wa serikali ya Tanzania pamoja na ile ya Finland. Vikundi vya wajasiria mali kutoka manispaa ya Geita vimetakiwa kutumia mikopo wanayopewa kwa uadilifu na kwa malengo ya kuinua uchumi wao badala ya kutumia fedha hizo kwa matumizi yasiyo na tija. Hayo yameelezwa na mkuu wa wilaya Geita, Hashim Komba, wakati wa hafla ya kukabidhi mikopo kwa vikundi mia moja yenye thamani ya shilingi bilioni moja. Mwandishi wetu Joel Maduka kutoka Geita anaarifu zaidi.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 zilitengwa na kukopeshwa shilingi milioni 6 na hii ilitokana na makusanyo ya wakati huo. Wakati huo mwaka 2021 mapato yetu ya ndani yalikuwa ni shilingi bilioni 8, lakini katika awamu ya sita makusanyo yetu yaliongezeka. Leo tunapokuwa tunaelekea mwishoni mwa mwaka wa 2024 2025, takwimu zinaonyesha tumetenga bilioni moja na pointi kadhaa. Wanufaika wa mikopo hiyo wameshukuru kwa fursa walioipata na kuahidi kuitumia vizuri kwa maendeleo ya vikundi na familia zao. sana mama yetu, ukweli namshukuru sana kwa sababu moja. Kwanza mimi nimekuwa miongoni mwa wale waliofuatilia mikopo hapo awali kwa muda mrefu, lakini nimekuwa nikikosa. Lakini leo katika uongozi wa mama yetu Samia Suluhu Hassan ameweza kutupatia mikopo hii, hata sisi watu wenye ulemavu. Nashukuru sana kwa jambo hilo, na vijana, tunaomba tukaifanyie kazi kwa, ma, kwa manufaa yetu ili kukidhi maendeleo ya familia zetu na serikali kwa ujumla. Tunaomba tukapopata mikopo hii tuweze kuirejesha vema ili tuweze kupata mikopo mingine kwa ustaarabu vizuri. Mikopo ya asilimia kumi kutoka mapato ya ndani ya halmashauri inalenga kuwainua wananchi kiuchumi kupitia ujasiriamali na miradi mbalimbali ya kujitegemea. Ni matarajio ya serikali kuwa fedha hizo zitasaidia kupunguza utegemezi na kuongeza fursa za ajira ndani ya jamii. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Baraza la wazee wa chama cha demokrasia na maendeleo kanda ya pwani limekiri kufanya mazungumzo na aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe ili kutatua mgogoro uliopo ndani ya Chadema, huku akieleza kuwa chama hicho hakijaathiriwa na hatua ya baadhi ya wanachama kukihama. Taarifa zaidi na Goodluck Msolla. Baraza hilo kupitia kwa mwenyekiti wake James Yaule amesema baada ya kumwita Mbowe na baadhi ya wanachama ambao walalamikiwa kutendewa ndivyo sivyo Mboye aliitika wito na kufanya mazungumzo huku wengine wakigomea kabla ya baadaye kuanza kuondoka katika chama hicho, ila waliokanyagana wa, wa wa wengine wa, kwa sababu kauli ilitolewa na Mboe kwamba watu wamekanyagana. Hakuna ambaye alitoa kauli kwamba watu wamekanyagana zaidi ya Mboe. Kwa hiyo, Mboe aliitika wito na tukazungumza naye na yeye akato akasema ni, ni, ni busara sasa itumike katika kuponya haya majeraha, na sisi tukawapa nafasi waliokanyagwa na waliokanyagana Bahati mbaya hawakuja. Ndio hao hawa wameanza safari sasa, mtu ameanza safari na akakaidi kuja. Kwa sababu kama mnavyoelewa, kuna baadhi ya viongozi waliandikiwa barua waende wakajieleze kwenye matawi yao. Hiyo ni jukumu la baraza la wazee. Likasema kutokana na mazingira yaliyopo, lazima waende wakaulizwe kwenye matawi yao ili kujua shida yao ni nini. Matokeo si, umeona wamekimbia. Kwa hiyo baraza lilianza kazi ya kusuluhisha hili jambo, kama kulikuwa kuna jambo hilo linaonekana lipo, tunataka tuwasikilize. Watu mliona hapa, John Mlema aliandikiwa barua kwamba aende kwenye tawi lake akajieleze. Ameamua kushuka kwenye basi na wengine wengi wakashuka kwenye basi. Kwa hiyo chama kiko safarini na kinaendelea na tuko katika nafasi nzuri ya kushinda katika u kuhusu hatua ya sasa ya baadhi wanachama wa waandamizi na baadhi ya waliokuwa viongozi wa Chadema kutangaza kujivua wanachama wa Chadema, mzee ule amesema baraza la wazee limebariki hatua hiyo, kwani haiwezi kuathiri chama hicho, bali itaendelea kukiimarisha chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema. Na nataka ni niwahakikishie baraza la wazee, baada ya kuchunguza, baada ya kufuatilia kwa karibu, chama kiko imara kuliko wakati mwingine wowote. Bahari inatema uchafu, wacha bahari iwe safi. Kwa hiyo nitoe wito kwamba anayeshuka kwenye gari amefika safari yake, kwa sababu siasa ni safari na ina mwendo mrefu. Kuna watu watachoka njiani na kuna watu wengine watafika mahala, wataamua tu kushuka na kubaki hapo hapo walipobaki waliposhukia pengine hata hiyo nchi ya ahadi ambayo wanaitaka wao kwenda, wasifike. Kwa hiyo tunawapa mkono wa safari njema huko waendako. Chadema, tuko salama, tunaendelea kupiga mwendo. Hata hivyo baraza hilo limemwomba rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuchukua hatua kwa baadhi ya watu watakaobainika kuharibu uhuru na demokrasia za siasa za vyama vingi. Asante sana, Gudla Kimsola kwa taarifa hiyo. Katika kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kishapu mkoani Shinyanga wametakiwa kulinda tunu ya amani ya nchi kwa kujiepusha na vikundi vyama ama watu wenye nia mbaya na taifa wanaohamasisha uvunjifu wa amani na badala yake kuhakikisha amani inaendelea kudumu. Mavita Mkondo ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Kauli hiyo imetolewa na mwenyekiti wa jumuiya ya umoja wa vijana wa chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Kishapu, Jenifa Jumanangi, wakati akizungumza na vijana wa chama hicho katika ofisi ya CCM kata ya Maganzo kwa lengo la kuwahamasisha vijana mwelekeo sahihi kuelekea uchaguzi mkuu na kuwataka wajiepushe na makundi maovu yanayohamasisha uvunjifu wa amani kwa kufanya juhudi za dhati za kuendeleza amani iliyopo. Jambo la kwanza kabisa niliotaka kuwaeleza leo ni amani ya nchi yetu. Amani ni kitu muhimu sana katika taifa letu. Haipaswi kuchezewa na mtu yoyote, kikundi au chama chochote cha siasa, kwa sababu ndio urithi pekee ambao tumerithishwa na wazee wetu, Mwalimu Nyerere na mzee wetu Karume. Hiyo hatupasi kuupoteza, lazima tunuhii muhimu tuilinde kwa gharama yoyote ile. Pia tunatakiwa tusimame na Dokta Samia Suluhu, sisi kama vijana, kuhakikisha tunamuunga mkono kwa jitihada ambazo anazifanya kuhakikisha analinda amani ya taifa letu. Katibu -E. wa jumuiya ya umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi CCM wilaya ya Kishapu Jamali na Mangaya amesema wao kama watendaji wamepokea maagizo kutoka kwa mwenyekiti wao na kuhakikisha kuwa watahamasisha vijana wote kutojihusisha na vishawishi vyovyote vinavyosababisha uvunjifu wa amani ya nchi. Na niwaase tena, niendelee kuwaasa vijana wenzangu kwamba tusikubali wala tusithubutu kushawishiwa au kushawishika na kikundi chama, ama mtu yoyote yule, kwa wadhifa wake, kwa fedha zake au kwa namna yoyote ile, katika katika maeneo yetu, kuingia katika kuangamiza taifa letu, kwani Tanzania ndio eneo pekee lilobaki ambalo lina amani, lina umoja na lina mshikamano. Mataifa yote yaliyotuzunguka yana matatizo, yana migogoro ya kisiasa, yana migogoro ya kidini, yana migogoro ya kikabila. Lakini sisi pekee ndio tuliobaki na ndio kimbilio. Kwa hiyo wito wangu kwa vijana wa Tanzania, kwa vijana wa Kishapu, kwa vijana wa mkoa wetu wa Shinyanga, kulinda amani, kulinda umoja, kumsaidia mama katika kudumisha umoja, mshikamano, upendo uliopo. Nao baadhi ya vijana wamesema maelekezo hayo wameyapokea na hawatakuwa tayari kuona vijana wenzao wanakuwa chanzo cha uvunjifu wa amani, bali watahakikisha wanahamasisha vijana wenzao kuwa chachu ya kuendelea kudumisha amani ya nchi hii. Kama vijana tumeyapokea na tutaenda kuyafanyia kazi, na hatutakubali kuiona nchi hii inaingia katika vita na inaingia katika ushawishi. Tunajua kuna ndugu zetu ambao wanasema no, no reform no election, lakini tuko tayari kupingana nao kwa hoja. Sisi kama vijana tutaenda kuwashawishi watu na kuwaelekeza nini ambacho kinatokea kufanywa ili kusudi kutengeneza amani zaidi ali ya uchaguzi. Naomba kwanza vijana wajumuike waungane. Kitu kingine, yani mambo ya siasa waangalie kwanza uongozi uliopo na uongozi uliopita na mambo yanayofanyaje yanayofanyika. Cha pili, mgawanyiko amani, yani amani inahitajika. Kwa mfano, sisi vijana ndo nguvu kazi. Kwa mfano, tukisema tuwe makundi changamoto itatokea kimsingi. Sana swala linalozungumziwa sana ni amani, amani na mshikamano. Kiripoti kutoka hapa katika ofisi ya CCM tawi la Maganzo wilayani Kishapu mkoani Shinyanga, mimi ni Mwambita Mkondo. Asante sana Mwambita kwa taarifa hiyo. Timu ya madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali kutoka hospitali ya Apollo nchini India imewasili nchini kwa ajili ya kutoa huduma za kibingwa za matibabu yakiwemo ya magoti, vifundo vya viungo, maumivu ya mgongo na matatizo ya mishipa ya fahamu. Huduma hizo zitapatikana kwa muda wa siku mbili pekee kuanzia Mei kumi na sita hadi kumi na saba katika hospitali ya Hindu Mandal iliyopo jijini Dar es Salaam. Taarifa zaidi na recho Chacha. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mwakilishi wa hospitali hiyo nchini Tanzania, wakati akizungumza na TVE habari kwenye mahojiano maalum juu ya ujio wa madaktari hao, Alex Odax amesema timu ya madaktari bingwa kutoka Apollo itakuwa nchini ikiwa na wataalamu wa fani mbalimbali, zikiwemo za upasuaji wa magoti, tiba ya viungo, matatizo ya mfumo wa mkojo pamoja na mishipa ya fahamu. Ameeleza kuwa tayari hospitali hiyo inashirikiana vyema na Tanzania katika kutoa huduma bora za afya kwa Watanzania na hadi sasa imefikisha miaka ishirini tangu ianze kutoa huduma za afya, na imekuwa ikifanya hivyo mara kwa mara kupitia madaktari bingwa kutoka India kuingia Tanzania kwa hudumia wagonjwa. Kweli gharama haitakuwa ni bure, kutakuwa kuna kuchangia kidogo gharama ya kumwona daktari, lakini vilevile utakuwa vile, kuna gharama ndogo ya kumwona daktari, lakini ukiachilia mbali gharama ndogo ya kumwona daktari E, gharama ambayo tayari inapunguzwa ukilinganisha na thamani halisi ya huduma hii itakayokuwa inatolewa na, sababu ni kubwa. Kuna faida zaidi ya moja katika jambo, katika shughuli hiyo utakayokuwa unaifanya, kutakuwa kuna faida kadhaa kwenye e, shughuli itakayokuwa inafanyika kwenye kambi hii ambayo tunaifanya kesho na kesho kuto pale, shid ya kwanza ni watu kuweza kuchunguza mtu labda pengine alikuwa analalamika nyonga, analalamika mguu, analalamika miguu kuwa kuwaka moto, analalamika ganzi kwenye mikono, ganzi kwenye miguu, analalamika bega linauma, au pengine alipata ajali ya mivunjiko, au mwingine analalamika kichwa na kinauma, anapata kizunguzungu, mgongo unauma, anapata faida ya kupata eh, maoni mbadala kutoka eh, kwa madaktari hawa bobezi kutoka eh, India katika hospitali za Apollo Hospitals pale Hyderabad. Lakini kuna wengine ambao, eh, pengine tayari wanafahamu tatizo lao, lakini wanataka kwenda kusafiri kwenda India, wanajiuliza tunaanzia wapi? Pengine wanataka kujua gharama, wanataka kujua utaratibu utakuwaje, wanataka kufahamu ni namna gani daktari ataweza kuwatibu, ni njia gani? Ni njia ya upasuaji wa kawaida, ni njia ya kutumia roboti, ni njia ya kutumia mionzi. Basi wanaweza kupata faida ya kupata ushauri mzuri kutoka eh, mzuri na mwafaka kutoka kwa hawa Eh, madaktari. Amebainisha kuwa huduma zitakazotolewa zitakuwa za ushauri wa kitaalamu, uchunguzi na mapendekezo ya matibabu kwa wagonjwa wenye matatizo. Aidha, ametoa rai kwa Watanzania wote wenye matatizo ya magoti, viungo, mgongo, mishipa ya fahamu ama mfumo wa mkojo, wanahimizwa kujitokeza kwa wingi katika hospitali ya Hindu Mandal jijini Dar es Salaam kuanzia leo tarehe kumi na sita hadi kumi na saba kunufaika na huduma za kibingwa kutoka kwa madaktari wa hospitali ya Apollo. Tanzania sio kwamba eh, ni sifuri kabisa. Kwa kweli Tanzania eh, zipo, eh, zipo facilities uh, za kiafya na za kimatibabu ambazo kwa kweli zinasaidia sana wa, wa Tanzania, na madaktari wetu wanapokuja hapa, hata hizo nyenzo zinatusaidia kwa sababu eh, wanaangalia kupitia eh, wanaangalia vipimo kupitia MRI, vipimo vya MRI, vipimo vya CT scan, vipimo vya x-ray, vipimo vya maabara vya damu E, na na kadhalika na vingine vya vile vya kihistoria vya, vya kihistoria e, baada ya kuchukua zile biopsy na kadhalika. Kwa hiyo hapa facilities zipo nchini, lakini e, pamoja na kwamba zipo madaktari hawa wanakuja kujazia e, ile nafasi ule ule, ule, ule ule ufa ule, uhaba lile gap, ambapo lile ombwe ambalo linakuwa lipo kati ya Tanzania na nchi ambayo zimeshaendelea zim, zim kimatibabu hasa India na hasa katika hospitali za Apollo hospitals kwa mfano hasa e, matibabu ya mionzi ya, na hasa mionzi ya kisasa kwa mfano kama matibabu ya Cyber knife, matibabu ya robotic surgery eh, na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo kwa kweli ujio wa madaktari wetu wanapokuja Tanzania wanakuja kushirikiana na madaktari ambao wapo hapa Tanzania eh, lakini na vifaa ambavyo viko hapa Tanzania na pengine ambavyo havipo hapa Tanzania. Kwa hiyo wateja wetu wanaweza kupata maoni eh, mbadala eh, maoni mbadala na maoni eh, fasaha kwamba eh, kwa tatizo lako wewe linaweza likatatuliwa kwa njia e, njia ambayo pengine hata hapa haipatikani au inapatikana lakini e, wataalamu kadhaa hawapo. Asante sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Katika kuendeleza ufahamu kwa wepesi kwa watoto katika masomo ya sayansi na teknolojia, elimu kwa vitendo itaendelea kutolewa kwa watoto hao kwa ufanisi zaidi ili kuendeleza sekta ya sayansi na teknolojia. Taarifa iliyoandaliwa na Muhamed Jamali inasomwa hapa studio na Goodluck Msolla. Hayo yameelezwa na mwanzilishi na mkurugenzi wa taasisi ya Project Inspire Dr. Luidiko Muhamilawa baada ya kuzindua vifaa vipya vya mafunzo kwa vitendo kwa watoto kwa kushirikiana na taasisi ya Unilever Science kutoka Ufaransa kwa msaada wa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambapo wamesema kuwa wamefurahi kuwa wanufaika wa kwanza wa programu hiyo, na hii ni sehemu ya kuendeleza mashirikiano ya kitamaduni, lakini pia ya kisayansi kwenye kujifunza. Wenzetu wa, wa Unilever Science, eh, wana sera ya kuongeza namna gani wana exchange eh, technical know-how za kwao kama kwenye mambo ya sayansi Kuja Tanzania. Kwa sisi tumekuwa kati ya wafaidika wa mwanzo wa programu hii na kwenda mbele tuna vijana kutoka taasisi yetu ambao watakwenda kuendelea kujifunza mafunzo haya kwa kipindi cha mwezi mzima huko Paris, Ufaransa na kwa ajili ya kuendeleza aa mashirikiano na mahusiano ambayo ninatokana na Universcience, Wizara ya Utamaduni na sayansi ya Ufaransa na Ubalozi wa Ufaransa Tanzania. Kwa upande wake mkuu wa idara ya ushirikiano kutoka Ubalozi wa Ufaransa Luc Blanco ameeleza kuwa dhumuni la ushirikiano huo ni kuendeleza ukubwa wa sayansi na teknolojia nchini, kwani dunia kwa sasa imebadilika na masuala mengi yanategemea ya teknolojia, hivyo kumwendeleza mtoto katika sekta hiyo kutaleta mapinduzi chanya. Uh, so, uh, uh, uh, so Naye mwakilishi kutoka Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Dr. Asha Salim ameipongeza project ya Inspire kwa kuendeleza vipawa walivyonavyo navyo watoto tia nyanja ya sayansi na teknolojia kwa njia ya vitendo huku pia huku mmoja wa walimu walioshiriki katika uzinduzi huo akisema kuwa mafunzo hayo kwa vitendo yatawasaidia watoto kuelewa haraka zaidi. Wizara kama wizara tunaunga mkono juhudi za wadau wetu, kwa sababu uh, michezo inasimamiwa na, na, na, na Wizara ya Habari Utamaduni na Michezo. Kwa hiyo ni kitu kizuri, kwa sababu kinarahisisha mtoto kujifunza kwa haraka, hasa ukizingatia wakati huu ni wakati wa sayansi na teknolojia. Kwa hiyo mambo yanazidi kurahisishwa, hasa kwa kundi hili la watoto. Kwa hiyo uh, Project Inspire Tanzania imefanya vizuri, kwa sababu wamekumbuka kundi hili la watoto. Ni kundi zuri, kwa sababu watoto, ukianza kujifunza ukiwa mtoto, unaendelea nacho, na kama tunavyojua kuna ile notion ya kwamba sayansi ni ngumu, sayansi ni ngumu, lakini wenzetu wa Project Inspire Tanzania wamekuja na mbinu hii ya watoto kujifunza huku wakicheza ni jambo zuri na tunawapongeza sana kama wizara. Asante sana Goodluck Msola, kwa taarifa hiyo aliyekuwa mwasisi wa kituo cha maombezi cha Mama Bikira Maria, marehemu Padri Felencia Nkwera, mwili wake unatarajiwa kuzikwa Mei kumi na saba katika kituo hicho kilichopo Ubungo Riverside jijini Dar es Salaam, ambapo mazishi yake yatafuata taratibu za kanisa Katoliki zikiwemo misa na ibada rasmi. Taarifa zaidi na arecho Chacha. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na msaidizi wa marehemu Padri Nkwela, Sister Eldina Michael, wakati akizungumza na waandishi wa habari juu ya mazishi ya padri huyo. Kwa mujibu wa msaidizi wa marehemu sister Elidina Michael, amesema taratibu zote za maziko zitafanyika kama ilivyo kwa mapadri wengine wa kanisa Katoliki, huku akieleza kuhusu mazingira yaliyosababisha padri Nkwera kutengana na kanisa Katoliki. Wale watu walikuwa kimwambia, tuombee kwanza, tutakuambia baadaye, ndipo alipowaombea, akishawaombea shida zao zilikwisha na wakitoka pale waliambizana mmoja baada ya mwingine, na ndipo wenye shida mbalimbali mbali na matatizo walianza kumwendea, wengi wengi wengi, na kisha wakawa maelfu na maelfu ya watu Father. Kazi ilipokuwa kubwa sana alimwomba Mungu apatie wasaidizi wa kumsaidia kuombea watu. Kwa upande wake, wakili wa kujitegemea ambaye aliwahi kufanya kazi kwa karibu na Padre Nkwera, Sylvester Shayo, naye ameelezea mchakato wa Padre Nkwera kujitenga na kanisa Katoliki. Na kosa kubwa, kwa mfano Dar es Salaam, aliokuwa tunatengwa ni kwamba wana maombi walikuwa wanaingia makanisani, mtumishi wa Mungu aliwaambia marufuku kupokea ekaristi takatifu huku umesimama na kwenye mikono akasema utaratibu wa toka zamani lazima upige magoti, lazima upokee kwenye ulimi. Huo umejiandaa vyema. Jambo hili liwauzi baadhi ya watu na mpaka leo ni mjadala katika kanisa. Ukifungua YouTube wale unaosoma utaona kuna makardinali wawili ambao wamesimama kidete sana, Robert Sara na mwenzake Francis Arinze, wanasema hapana, pigeni magoti pokeeni kwenye ulimi huo, ndio utaratibu. Kwa hiyo kama ni, ni sababu gani alitengwa, labda hilo, kwamba kilichoonekana nje ni hicho, kwamba e, watu wanapiga magoti, watu wanapokea wana, wana, wana, wana kwenye ulimi. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari, wajasiriamali na wenye viwanda wahimizwa kuzingatia matumizi sahihi ya vipimo.